Mwongozo wa kujifunza Biblia. Mei 19, siku ya Jumatatu. Mada ikisema juu ya mlima Sayuni. Katika Ufunuo sura ya 14 tunawaona watu wa Mungu wamesimama juu ya mlima Sayuni. Mlima Sayuni wa asili ulikuwa magharibi tu ya mji wa kale wa Yerusalemu ya leo, na ulichukuliwa kama makao ya kiti cha enzi cha Mungu au kuwepo kwake kati ya watu wake. Baada ya muda, mlima wa hekalu ulio juu ya mlima Moria ulikuja kuhusishwa na mlima Sayuni pia. Kwa maneno mengine, maelezo haya muhimu kuhusu masalio wa watu wa Mungu wa siku za mwisho yanawasilishwa katika lugha ya patakatifu, kama ilivyo kwa matukio mengi muhimu katika kitabu cha Ufunuo. Ashukuriwe mwana kondoo, watu wa Mungu wako juu ya kilima chake kitakatifu. Soma Zaburi ya 15 na 24 ambapo Daudi anauliza swali muhimu zaidi. Ni nani atakayefanya maskani yake katika kilima chako kitakatifu? Linganisha jibu lake katika Zaburi hizi na maelezo ya watu wanaosimama juu ya Sayuni katika Ufunuo 14 aya ya kwanza hadi ya tano. Unapata ufanani gani? Mtu anajiungaje na kikundi hiki? Ni nini maana ya ukweli kwamba jina la Baba limeandikwa katika vipaji vya nyuso zao? Ufunuo sura ya 14 aya kwanza. Maelezo juu ya wale walioruhusiwa kufika mbele za Mungu yanayopatikana katika Zaburi ya Daudi ni magumu sana kwa wenye dhambi tu kutimiza. Ni nani kati yetu anayeweza kusema kwa uaminifu kwamba siku zote tumekwenda kwa unyofu au daima tumezungumza ukweli ndani ya mioyo yetu? Zaburi ya 15, aya ya 2. Hakuna hata mmoja wetu anayeweza kusema kwamba hatutaondoshwa milele. Zaburi ya 15, aya ya 5. Tukisema kwamba hatujawahi kutenda dhambi, Biblia inafundisha kweli haimo ndani mwetu. Yohana wa kwanza sura ya kwanza aya nane. Hitimisho pekee ni kwamba mwana kondoo ndiye anayetuwezesha kusimama juu ya Sayuni. Mwana kondoo hatajwi katika Zaburi ya Daudi, lakini anatokea mara katika maelezo yanayopatikana katika Ufunuo sura ya 14. Ni karibu kana kwamba Ufunuo 14 inajibu swali la Daudi sasa, kwa kuwa mwana kondoo wa Mungu amethibitishwa juu ya mlima Sayuni katika patakatifu, tunaweza pia kuwepo pale kwa sababu ya haki yake kamilifu tunayohesabiwa kwa imani. Tunaweza kuwa na ujasiri wa kupaingia patakatifu pa patakatifu kwa damu ya Yesu, kwa njia mpya na iliyo hai aliyoianzisha kwa ajili yetu kupitia katika pazia, yaani mwili wake, Waebrania sura ya 10:19 na 20. Bila damu yake tungekuwa na tumaini gani? Hakuna kwa kweli. Fikiria juu ya ahadi zote za Biblia za ushindi dhidi ya dhambi. Kwa nini hata pamoja na ahadi hizo bado tunajikuta tunapungukiwa na mfano kamili Yesu aliyotuwekea? Na kwa nini tunahitaji maisha yake makamilifu kama mbadala wetu? Na huo ndio mwisho wa tafakari ya mada hii siku ya leo. Hii ni Mei 19 juu ya Mlima Sayuni. Mungu atubariki sote na karibu tena.